Jinsi ya kuweza kukamua maziwa au namna gani ambavyo mama anapaswa kuzingatia namna ya kukamua maziwa ambayo kwa ikawa msaada na kuepukana changamoto ambazo zinaweza kujitokeza wakati kukamua maziwa, ni vitu gani ambavyo mama anapaswa kuzingatia? Au ni vitu gani ambavyo wewe kama utahusika moja kwa moja kwa kumshauri mama ili kuweza kukamua maziwa, ni vitu gani ambavyo unapaswa kuzingatia? Au kama unaweza kuwa ni mwenza wake na uko naye nyumbani mama na umesikiza video hii, ni vitu gani ambavyo wewe unapaswa kuvifahamu na kuweza kumsaidia mama pale ambapo utamwona kama anakamua maziwa anaenda indivisivo au unatamani kumsaidia kukamua maziwa, ni vitu gani ambavyo wewe unapaswa kuzingatia na kumfanya mama kuweza kuepukana na changamoto wakati wa kwake kukamua maziwa, au sikuwa na changamoto wakati wa kukamua maziwa, au isilete shida baada ya kukamua maziwa kutokana na namna ambavyo utampatia mtoto maziwa yako. Utaenda kujifunza kufuatilia video hii mpaka mwisho au subscribe mtakapo toa darasa hili kwa upana zaidi, ambapo jamii na wao tutataka kujifunza namna ya kukamua maziwa na vitu vya kuzingatia, pale ambapo utaamua kukamua maziwa mtakapokuwa nyumbani au tukapo eneo la hospitali, ambapo kwa kuendeleza kama msaada na kukufanya kuwa katika watu ambao ni maarifa na kuweza kuwafundisha wengine namna ya kukamua maziwa na kukufanya kuwa bora, au kama wewe ni mama, basi mtoto wako atakuwa kwenye vigezo au watakuwa naelewa na mama ambaye atakuwa na taaluma na taaluma namna kwa kukamua maziwa akiwa nyumbani au akiwa eneo la hospitali, na namna kumpatia mtoto maziwa vyema. Ukaendelea kufuatilia channel hii kwa kusubscribe na kupata taarifa mpya kile utakapotoa hilo kwa darasa au kupata madarasa mbalimbali na kufungua, sio kusubscribe na kuacha. Wengi mnafungua au mnasubscribe na kuacha, lakini ukifuatilia utajua namna ambavyo unaweza kujikomboa. Lakini kama wo, unaona, anashindwa ni, basi ni vyema ukamwalika rafiki yako au ndugu yako, ukafuatilia na kuweza kujifunza na kumfanya kuwa salama kipindi chote.